Mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ametoa ujumbe mzito ambao umeelekezwa kwa viongozi wenzie wa chama hicho, lakini pia kwa wanachama wa Chadema, na kwa picha kubwa zaidi kwa Watanzania kwa ujumla. Kwa hakika ni ujumbe mzito ambao unagusa hisia hasa kutokana na changamoto mbalimbali mbali ambazo chama hicho kinapitia lakini kwa upande mwingine changamoto ambazo mheshimiwa Lissu mwenyewe anazipitia. Sasa vitu viwili vinaweza kuelezwa kuwa vimemsukuma mheshimiwa Lissu kutuma ujumbe huo mzito ambao nitauelezea dakika like chache zijazo. Cha kwanza ni ukweli kwamba yeye ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, kwa hiyo ni kiongozi mkuu wa CHADEMA. Aa, ni kama nahodha katika meli ambayo inakabiliwa na tufani kubwa. Inatakiwa hata kama nahodha huyo ah, hajisikii vizuri au ana changamoto, ni lazima aonyeshe uongozi, na katika hili Mheshimiwa Lissu anastahili pongezi, kwa sababu licha ya kuwa yeye mwenyewe anapitia masahibu mbalimbali kuwa gerezani, amemudu kuonyesha leadership akiwa kutoka gerezani aa. Kwa hiyo ametekeleza wajibu wake kama kiongozi mkuu wa Chadema kuwaambia kutoa mwongozo nini wana Chadema na viongozi wenzie na Watanzania kwa ujumla wanapaswa kufanya katika kipindi hiki ambacho chama hicho kinapitia majaribu makubwa. Sababu ya pili ni kwamba Mheshimiwa Lissu mwenyewe ni mhanga wa haya yanayoendelea dhidi ya Chadema, kwamba hizi hujuma zinazofanywa sio tu zime zinailenga Chadema lakini kwa kiasi kikubwa zinaelekezwa moja kwa moja kwa yeye Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo kusimama imara na kuwatia moyo wenzie ambao wako uraiani, inasaidia kuwaeleza kwamba kama yeye yuko gerezani lakini bado ana matumaini makubwa, kwa nini ambao wako uraiani wasiwe na matumaini kwamba haya yatapita? Na kama anavyoonyesha katika huo ujumbe, ametoa mifano hai ya baadhi ya wanasiasa ambao walipitia hayo anayopitia yeye, lakini pia baadhi ya vyama ambavyo vilipitia hayo ambayo Chadema inayapitia na vikaweza kusalimika. Sasa katika ujumbe huo, Mheshimiwa Lissu alimtaja Jaji Hamidu Mwanga kuwa ni jaji wa Samia, yaani jaji wa Rais Samia Suluhu Hassan akimaanisha kuwa anaegemea upande wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Lissu amesisitiza kuwa kwa sababu hiyo, jaji huyo siyo huru na hana uwezo wa kutoa maamuzi ya haki kwa vyama vya upinzani kama Chadema. Alisema kuwa jaji huyo ni sehemu ya mfumo wa CCM. Sasa huyo jaji Mwanga ndiye huyo aliyetoa hiyo hukumu uh, aliyotoa hayo maamuzi kwamba Chadema ifungiwe kwa siku kumi uh, na nne baada ya mashtaka yaliyoletwa na wanachama watatu wa Chadema ambao wanadai kuwa chama hicho cha demokrasia na maendeleo ya Chadema kimekuwa kikiibagua Zanzibar lakini kichekesho katika hili ni ukweli kwamba madai yao hayauhusu uongozi wa sasa, kwa sababu miongoni mwa hawa watu watatu ni makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar aliyekuwa chini ya uongozi wa, wa mwenyekiti wa zamani wa Chadema Mheshimiwa um, Freeman Mbowe na amekuwa madarakani huyu kwa miaka kumi na tano. Kwa hiyo katika miaka hiyo kumi na tano haya yanayolalamikia ndiyo ambayo wao walipaswa kuyarekebisha huko nyuma, lakini pia taarifa ambazo Chadema imezitoa ni kwamba hakuna huo kichwa kinachoitwa kwamba ni uh, ubaguzi dhidi ya uh, uh, Chadema Zanzibar kwa sababu kuna fedha ambazo zimetolewa na jitihada zilikuwa zikiendelea kuhakikisha kuwa uh, upande huo wa Zanzibar unapatiwa kila kinachohitajika. Sasa katika haya maelezo ya Mheshimiwa Lissu amekumbusha kuwa Jaji Hamidu Mwanga aliwahi kuwa mjumbe wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC chini ya uongozi wa Jecha Salim Jecha uh, aliyefuta matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2015 huko Zanzibar. Sasa mheshimiwa Lissu amehoji, jaji wa namna hii kwa kweli tunaweza kumtegemea? au upande wa Chadema yenye kauli mbiu ya no reforms no elections, akimaanisha aki kwamba huyu ni mtu wa lakini kuna mengi zaidi kuhusiana na huyu jaji, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa, huyu ni mtu wa mfumo, na kazi aliyokuwa nayo katika hii kesi ilikuwa ni moja tu ya kuhakikisha kuwa haki haipatikani upande wa Chadema. Na hilo limethibitika katika hayo maamuzi yaliyotoa juzi ya kuisimamisha Chadema kwa siku kumi na nne. Kwa sababu siku hiyo Chadema iliwakilishwa na wakili mmoja, wakili msomi Jebra Kambole sasa siku hiyo mawakili wengine wawili wa Chadema ikiwa ni pamoja na mwanasheria mkuu wa chama hicho, Dr. Rugemeleza Nshala hawakutokea mahakamani. Kwa hiyo kuna mawakili watatu, wawili hawakutokea, aliyetokea alikuwa mmoja. Na baada ya mwenendo kuonekana kuwa ni mbaya, wakili Kambole, wakili Jebra aliamua kwamba hawezi kuendelea kumwakilisha mteja wake, yani Chadema na akajitoa. Sasa, katika mazingira kawaida, ya kawaida, mwanasheria wakili akijitoa, jaji uh, anapaswa kuahirisha kesi ili uh, mlalamikiwa aweze kumleta uh, wakili mwingine. Lakini licha ya hayo jaji uh, Mwanga akakataa. Kwa hiyo akatoa maamuzi ya upande mmoja ya walioleta kesi, wakati watuhumiwa wanaodaiwa washtakiwa hawakuwa na mwakilishi. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa na dhamira gani? Kwa mujibu wa Mheshimiwa Lissu, uamuzi wa jaji Mwanga kuzuia shughuli za Chadema umethibitisha kwa kiasi kikubwa madai yake ya muda mrefu, yaani madai ya Mheshimiwa Lissu kwamba majaji wengi nchini ni mawakala wa CCM na hutoa maamuzi ili kuwafurahisha viongozi wa chama hicho tawala. Ah, Mheshimiwa Lissu aliongeza kuwa mfumo huu wa uteuzi na upandishaji wa madaraka kwa majaji haufuati misingi yake, kwamba wengi wa hawa majaji, pengine na mahakimu, wanakuwa wanasukumwa na maamuzi kandamizi dhidi ya vyama vya upinzani, hususan Chadema, kwa sababu huwanufaisha wao katika utendaji kazi wao, kwamba wengi wakifanya hivi huishia kupata promotion. Kama mnakumbuka wakati wa utawala wa marehemu uh, John Pombe Magufuli uh, uh, hakimu aliyemfunga Mbu, alikuwa mbunge wa Mbeya a Mheshimiwa Sugu aliishia kuzawadiwa ujaji baada ya kufanya ile muda mfupi tu baada ya kuchukua kutoa hukumu ya kumfunga Sugu, baadaye akaja akazawadiwa kupewa ujaji. Kwa hiyo kumekuwa na mentality hii miongoni mwa majaji na mahakimu kwamba wakikandamiza vyama vya upinzani hususani Chadema wanakuwa rewarded kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inavikabili vyama vya upinzani hususani Chadema. Mheshimiwa Lissu alitolea mfano uamuzi wa kuzuia shughuli za Chadema kuwa chama siyo msingi chama, chama siyo majengo yaani, hamasa anayotoa Mheshimiwa Lissu wa kwa wanachadema wenzie kwamba chama sio majengo bali ni wanachama, kwamba hata jengo la makao makuu ambalo halitumiki kwa sasa bado wanachama wanapaswa kuendelea na mapambano kupitia majukwaa uh, kupitia majukwaa yanayowezekana hususan kwenye mitandao ya kijamii ili kukwepa hii zuio, na kimsingi Chadema ipo, watu bado wanaendelea kuizungumzia, watu wanaendelea kuongelea kuhusu no reforms no election, watu bado wanachangia tone tone. Kwa hiyo kimsingi Chadema ipo, kilichofungiwa ni taratibu tu hizi ambazo kwa kweli kila mtu mwenye akili timamu anaweza kusema kwamba huu ni uonevu wa mchana kweupe. Kwa hiyo uh, Mheshimiwa Lissu amewataka wanachadema uh, na Watanzania kwa ujumla kutokata tamaa na kuendelea kupigania haki, mabadiliko ya kidemokrasia na uhuru wa mahakama. Na ametoa wito kuwa, ametoa wito kwa wananchi kuwa macho dhidi ya hukumu zenye sura ya kisiasa. Lakini kingine, Mheshimiwa Lissu amewakumbusha watu mbalimbali kuhusu jinsi chama cha African National Congress, ANC, cha huko Afrika Kusini ambacho kilipigwa marufuku na serikali ya makaburu kwa zaidi ya miaka thelathini, lakini katika kipindi hicho viongozi wengi uh, licha ya viongozi wengi wa ANC kukamatwa, kufungwa bila kushtakiwa na hata kulazimika kwenda kuishi uf, uf, ma, ma, uhamishoni. Baadhi ya viongozi wa ANC walikuwa Tanzania, walifanya makazi yao Tanzania, lakini chama hicho cha ANC hakikuyumba na kikasimama imara, alisema. Kwa mfano Nelson Mandela alifungwa jela ya kwenye visiwa vya Robben. Uh, Oliver Tambo, Thabo Mbeki na wengine walikiongoza cha, wali chama wakiwa ugenini, lakini uh, chama hiki kilifanikiwa kuondoa utawala dhalimu wa Makaburu, kwamba hili pia linawezekana kwa Tanzania, hususan kama kwa sasa ambapo Chadema imepata sapoti kubwa sana ya Watanzania katika hii kampeni ya no reforms, no election. Je, una maoni gani katika hili. Karibu utoe maoni yako hapo kwenye komenti. Asanteni na kwaherini.